Zimeenda, hazina uwezo, zimeshindwa toto, zimeshindwa, zimeshindwa. Hawa ni kama wayuko tamasha. Sasa sijui hawa leo ni kama wayuko hapa wa, kwa kusanga hapa iyo ikuwa nimewaletea vitu hmm? wapaika shopping kingine kadogo hapa kate soda Blue Band kawanziwa hivi inaweza washikilia siku kadhaa. So, kama wayuko hapa kwa nyumba yeah, yeah. Wanaweza kuwa wakopa toto mm? au wametoka yeah. Wametoka wale wametoka wametoka eh. Eh. Eh. Sasa wanaweza kuwama wako hapa eh, na kesho ni siku ya Mungu

Mokan nini mbaya na nyinyi? Lazima aende. Wachane na huyu mama. We. We. Wachane na huyu mama. Ata kama ni mtani yenu. Mnasumbua huyu mama ya nini? We, wachane naye. Wachane na huyu mama. Songeni huko. Songa. Songa kabisa. Songa. Hapana, nini mnasumbua na huyu mama? Mama, nini mbaya? Sayote, alafu napata wametoka huko na kuja kuniambia nitoke hapo mimi na sijui ni mwafanyia nini? Nyinyi ni mnasumbua na umama lazima aende. ah, na viboko ni za nini? Huyu mama lazima atoke kwa shamba yetu. Shamba yenu gani hii? Shamba ni yetu hii shamba. Wewe wacheni na umama mimi, nawasumbua na umama

Aende wapi? Malumu mama anatoka afande. Hapana, wacheni. Ninyi kuna kitu mnataka kumama area yetu afande, hey. Sifa gani anaharibu mtaa yetu, anatuletea shida yote. Hapana, hapana. Wacheni na huu mama mnamsumbua. Nyinyi mnamsumbua mama. Ni waficha na hapa. Ni songeni huko. Hebu songeni huko. Wewe wacha na huyu mama songa huko. Niwaulize swali huyu mama amewafanyia nini? Anachukua watoto wetu. Watoto wa gani? Huyu mama hakuna mtu anachukua. Huyu mama hapa ni hapa. Hapa ni mimi nilimpata hapa. Na hapa ndo palipati. Sasa sisi ndo tuko imta. Hakuna mambo ya sanse. sanse. sanse, Wacha kwa sababu mnataka kufanyia huyu mama kitu wadogo hapana. <laughs> aende wapi? Ah. mama na watoto wake, wacheni mama na watoto wake. kuna kuna, sasa niwaulize swali huu mama yeye ha. hapa anakaanga an, an, an hapa daily, nikikuja hapa hakuna mtu anamsumbua. Nyinyi mnamsumbua nini? Sai usiku naye anakaanga hapa, akiomba babu. Waacha kuharibu babu, leteni huyo mtoto mmoja. Amechukua, anajifanya wapi? Mwaficha wapi? mwaficha mwameni huko! Songeni huko songeni huko songeni huko songeni huko songeni huko songeni na huko ongeleni kama mko huko. mwacha nau mama mkishika mimi mi nawapiga risasi saa hii. hu mama mnamsumbulia nini yaani? hu mama mtaki akae hapa hey, afa, na amani hapa na. Eh, mambo ya afande achana nayo. hu mama mtaki akae hapa na amani si ndio? Hapa sindio, anasumbua nini hapa peke eh, yake na watoto wangu, nikiomba nimasumbua na nini hapa, nikikaa shamba Eh, e hata ma kanyini maboiziwei mtaa ma nasumbulie umama nini? Wacha songa huko, wacha karibia mtoto naweza ta mpiga na hizo viboko zenu. Songeni huko tu, perusha tu, wapige wapige nani. Wewe, mbona mnasumbua umama? Huu mama yako hapa anaomboleza bwana yake. Nyinyi mnasema atanachukua watoto. Umama anashindanga na watoto peke yake. Anaomboleza usiku. Hapana. Kuje mchana. Si mchana ako ah, kazi usiku ndo ah, anakaa ah, hapa anaomba akishaomba anaenda kwa nyumba kulala. Nyinyi mnasumbua huu mama. Nyinyi mnasumbua huu mama. Nyinyi mnasumbua huu mama. Mimi ndo natoa risasi, ndapiga mtu sahii hapa, lakini umama atoke. Tunapiga mtu risasi hapa mkisumbua umama. Msishike umama ah, sasa napiga risasi, napiga risasi. Unataka niwapige risasi? Unataka niwapige risasi? Mnataka niwapige risasi? Si ndio nipige mtu risasi hapa si ndio mtaacha kusumbua umama? Mbona mnamsumbua? <gibu> <gibu> yeah? Msimame hivyo vyenye mmesimama, namwangalie huko, hata msiangalia hapa. Mama shida yao watu na we eh? ni ana wanakusumbua nini? Akina mmetumwa na nani? Hata kama ameshinda kuwasumbua nyinyi, mnamsumbua Hakuna malimu, um mama anatoka hapa ndo, um mama anakaanga hapa na anafanya mambo yake hapa hapa, anakujanga mm -hmm. Sa usiku kukaa na kuomba, sitoki hapa, sitoki hapa, ini mali ya bonda yangu, sitoki hapa na sitoki, lazima atoke, atoke wao, namwambia hey. Atoke kama nimesema, mtu apiga kichwako risasi sai, unasikia sasa? Hey. Shida yenyu ni kusumbua u mama, ni kwanza nyinyi mmetumwa na nani? Mmetoka wapi na anaharibu jina gani? Nakuaribiaje? na anachukua <laughs> <Kweni nani kwanza. laughs> yeah, watoto aji u unajua je anachukua watoto nini? Imta imeishi kuwa poa. Aji kwa nini nyinyi mnasumu, nyinyi kwanza hata mtaki kuonekana sura sindio? Mbona mnajificha ficha? Mimi najua mi ndo wapiga tu risasi sahii, yeah. hmm. Mimi kwanza hii kichwa yako kwanza, hii ndo kwanza nitapiga nao risasi hii kichwa yako hii hii ndo napiga risasi saa hii, unasikia hmm? Mama, hawa ndo wanakusumbua pa kila wakati, hawa ni wengine. Nyinyi mbona mnakuja kusumbuani nyie, mwoni hu mama ako na toto wadogo, mnakuja pa kumsumbua eh? ah, ba, hawa mi naenda nao saa hii. Uzuri niko na bunduki tapiga hizi vichwa zao saa hii mbaya sana hmm? kazi huyu mama anakaa hapa nenye muone, umama anakuja tu kuomba hapa. Yeye anaomba hmm? wana hata venye mmet traumatize watoto. Mbona, subu, sio asubuhi anaenda kufanya mambo yake huku kufanya mambo yake usahii usiku, ndio anapatikananga hapa kuje kuomba anachukua watoto gani? Na huyu mama anakaanga hapa na watoto wake, anawapeleka. Huyu mama anashindanga hapa na hao watoto ati mumguseguse kiasi. Mama uko sawa? Watoto mko sawa? mko sawa? Nini watu eh wewe wako wapi? Mama, kwani dakika kidogo watu wamepotea hapa. Hamkeni, hamkeni. Hao watu wameenda wapi? Wameenda mm, ah, hao watu wa wa okay, kwa nini kwa nini watu? Watu? Wako wapi? Hao watu si watu wazuri mama. Hao watu ama ni ile storia jana ni kama ni ile mambo ya jana. Hao ah, watu ni kutumwa. Kwa nini wamejificha wapi? Eh? Na wako wapi? Eh? Mama. Nisijui. Hey. Ishindwe. Pepo ishindwe. Ishindwe katika jina la Yesu. Pepo ishindwe. Ishindwe. Mama bichi, shikilieni kabisa. Usitoke hapa. Shikilia mtoto kabisa hivyo. Washikilie tu hivyo kabisa. Unasikia? Usitoke. Shikilia tu hivyo. Pepo ishindwe. Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Holy water. Holy water, tunatakasa hapa. Tutakasa hapa. Tutakasa hapa. Holy water. Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Pepo ishindwe. Hey. Mama, shikilia tu, pepo ishindwe, pepo ishindwe, pepo zishi hatini. wow wow wow, mama m, usitoe watoto, shikila watoto tu hivyo, shikila watoto hivyo. pepo ishindwe, pepo ishindwe. Pole mama, pepo ishindwe, wasiangalie. Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Hizi ni zile pepo mama, pepo. Holy water. Mwaga Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Wa wa wa mama, omba omba omba omba. Kemea. Kemea kabisa. Kemea. Kemea kabisa. Kemea ni kemea kabisa. Shindwe katika jina la Yesu. Shindwe kabisa. Shindwe urudi kuzimu. Inafanya nini hizi? Inafanya ishindwe kabisa. Pepo ishindwe katika jina la Yesu. Ikemea kabisa ishindwe katika jina la Yesu. Shindwe katika jina la Yesu. Shindwe katika jina la Yesu. Shiro Shindo kabisa. Pepo rudi kuzimu. Rudi kuzimu. Tetemeka hivyo ukirudi kuzimu. Pepo ishindwe. Mtaachilia Anthony. Mtaachilia Anthony. Hii mambo yenyu, kumbe nyinyi mlikuwa mmekuja hapa kudhulumu mama. Shindo kabisa. Shindo kabisa. Hey. Mama, shikilia watoto nimesema, shikilia watoto, wanaogopa. Shikilia watoto. Imeenda wapi? Imeenda wapi? Imeenda. Hii kitu leo leo lazima tuzikeme kabisa. Shikilia watoto. Shikilia watoto. Hawa watu leo leo wana uwezo. Mama, omba. Tuombe Mungu zingira hapa. Mungu zingira hii familia. Kumbe ni pepo ilikuwa imekuja kupiga huyu mwanamke. Kumbe ni mapepo ilikuwa imekuja kupiga huyu mwanamke. Zishindwe kabisa. Hazina uwezo. Hazina uwezo. Hazina uwezo hazina shindwa kabisa, shindwa! Pepo zote zinakuja kufanya nini hapa? Zimeshindwa katika jina la Yesu, hazina uwezo katika jina la Yesu zishindwe, katika jina la Yesu, jina la Yesu. Mama, shikilia watoto wasione. Shikilia watoto wasione. Shikilia... Hey! Mama! Ni kama hiyo paka ndo inatuma hizo, ndo spy hizo, ndo nilikuambia ni zile ma spirit hizo. Hey, hizo paka ndo zile ma spirit eh. Mama, shikilia watoto kabisa hapa hapa imekuwa naoma pepo, amuna uwezo mali hii, amuna uwezo tunawakemea, mali hii Mungu na Mungu amutashika i familia hata, hata. Antoni atarudi na mali hii. Hizo vitu mnajaribu kufanya hamtafanya, mmeshindwa na mmeshindwa katika jina la Yesu, mumeshindwa katika jina la Yesu, mumeshindwa katika, mumeshindwa katika jina la Yesu mama mm. hii hii Mungu, Mungu saidia familia. Mungu ninaomba wakati mm. Zingire hii familia mm. mm. na damu yako wazingire kabisa Mungu, hii kitu anajaribu kufanya. Isikuwe na uwezo hapa. Mm. Tunaikemea, hizo pepo hazina uwezo mali hii. Na zitakuwa na uwezo mama, hazitakuwa na uwezo hizo vitu hazitakuwa na uwezo zishindwe. Hiyo kitu zajaribu kufanya hapa, zishindwe, hazina uwezo hata anajua mnaogopa, lakini saa hii Mungu ako na nyinyi, Mungu ako na nyinyi. Usijali msana mdogo, Mungu ako na shikilia. Hmm. mimi hata sasa hii hmm. mambo iliokuwa ngumu, Mungu Baba, mefunga macho yetu tumefunga macho wakati huu, tunaomba Mungu, Mungu acha watoto hizo wa vitu zipotee kwa akili yao hata moja isijaribu kuwa kwa akili yao, kwa akili yao hata moja <laughs> Shikilia shikilia, shikilia. Pepo, hamuna uwezo kitu, mmejaribu kufanya mahali hii, hamuna uwezo hata lisali moja, ninawakemea nawakemea katika jina la Yesu, ninawakemea nawakemea. Tetemekeni hivyo mkirudi kuzimu, tetemekeni hivyo mkirudi kuzimu, tetemekeni hivyo mkirudi kuzimu. Rudini kuzimu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Kemeeni kabisa, mama, kemea hizi vitu, kemea katika jina Kemea, kemea mchana, kemeeni kabisa, zishindwe katika jina la Yesu. Shindwe katika jina la Yesu. shindwe katika jina la Yesu. shindwe katika jina la Yesu. shindwe katika jina la Yesu. Shindwe katika jina la Yesu. Shindwe katika jina la Yesu. Tetemeka hivyo mkirudi kuzima, tetemeka. mnachaka nini? hamna uwezo. hamna uwezo. hamna uwezo. shindwe katika jina la Yesu. hamna uwezo. Kemeni kabisa. tetemekeni Tetemekeni, tetemekeni, tetemekeni, tetemekeni, tetemekeni. Hiyo mama, unaona wanashindwa. Ndio hiyo, wanashindwa. Ndio hiyo, wanashindwa. Ndio hiyo, wanashindwa, wakemee, kemee kabisa, shindwa kabisa, hawana uwezo, wana uwezo. Kemeeni kabisa, kemeeni hizo pepo kabisa, kemeeni katika jina la Yesu, kemeeni katika jina la Yesu. Hamuna uwezo hata dakika moja, hamuna uwezo pepo. Hazina nguvu, hazina nguvu, hazina nguvu hazina nguvu, hazina nguvu. Hazina nguvu. Hazina nguvu. Ndio hiyo ndio hiyo, kemea, amuna mamlaka, kemeeni, zina mamlaka mamlaka. Mungu ndiye ametupea nyinyi, amuna uwezo hata saa moja, shindwe katika jina la Yesu, shindwe msana, kemea kabisa, kemeeni, amtachilie Anthony. hamna uwezo, mwachilie Anthony. mwachilie Anthony. mwachilie Anthony. mwachilie Anthony. Anthony. Anthony. amna uwezo wa kemea kabisa, unaona nguvu inaisha. Wameshindwa. wameshindwa, wameshindwa. ma mama mama, hapa hizi hizi, si zao hizi, walikuwa wameokota, wanataka kukupiga nazo, zimeshindwa, zimeshindwa, zime hizi tuende nazo, tutachoma hizi. Hizi naenda nazo, hizi lazima tuende, tukachome. Unasikia mama as, eh? Hizi lazima tuende tukachome, hapa hawana uwezo. Hapa hizi hey, lazima hizi, hizi lazima zimeenda, zimeenda, zimeenda, zimeenda, zimeenda, hazina uwezo, zimeshindwa toto, zimeshindwa, zimeshindwa, zimeshindwa, zimeshindwa hizo hazina uwezo tumezikemea. Yesu ndo mweza, mnasikia? Yesu ndo mweza, mnasikia? Yesu ndo mweza. Zimeshindwa, zimeshindwa. Hizo hakuna uwezo ziko na eh, zimeshindwa, zimeshindwa, zime, mnasikia? Eh, mama, nataka tutoke hapa, twendeni kwa nyumba, twendeni kuja. Ah, nifuateni, piteni mbele ninyi, mkwe mbele. Sawa, twendeni. Hakuna kitu iko na uwezo hapa. Hakuna enye iko na uwezo hapa. Hakuna. Hakuna yenye iko na uwezo hapa. Hmm. Twendeni. Twendeni. Simame, simame ni kioza. Hii. Hii. Ni alikuwa anamwaletea kitu. Hii la tezi wacha. Pepo ikuje kule kitu ni mwaletea. Mnasikia? Twendeni. Twendeni kwa nyuma. Hii zimeshindwa. Twende, piteni mbele. Piteni mbele. Endeni mbele. Pita. Pita, pita, pita. Eh, nisimame nyuma. Hakuna yenye iko hapa. Zimeshindwa zote. Twende.